Tunakushukuru sana makamu wetu kwa kutuongozea matembezi haya ya kumkumbuka baba yetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, tunakushukuru sana kwa niaba ya vijana wote wa Geita. Kwa nichukue nafasi hii ni nikukaribishe kama una neno lolote uweze kusema nasi, karibu sana makamu. Nakushukuru sana mwenyekiti. Habarini za mchana wananchi wa Chato, mabibi na mabwana. Bwana alitoa, bwana ametoa Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Hakika umekuwa ni wakati mwema kujumuika nanyi tangu asubuhi kwa matembezi ya amani katika viunga ama barabara alizokuwa anazitumia mpendo wetu hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli. Kipekee hamkuishia katika vitendo vya kiungwana ambavyo tumeenda kuvifanya kwa wagonjwa wetu na wahitaji katika hospitali ya kanda ya rufaa ya hapa Chato, tukaona mjumuike, turejee kwa matembezi hayo hayo, tukimwezi tukieleza mema aliyoyaasisi huku tukiendelea kutafakari. Na niendelee kusisitiza kwa hadhara hii, tuamini kwamba sisi sote njia yetu ni moja. Tuendelee kujikita katika matendo ambayo ni mema, ili tuitengeneze kesho yetu iliyo nzuri ninaamini sisi pia hatima yetu ndio hiyo, tusijikweze katika mgongo wa ardhi. Lakini kila mmoja fasiyaki, kwa nafasi yake aendelee kuhakikisha kwamba anawajibika katika kiwango ambacho siku hayupo anabaki kuwa kielelezo chema. Niendelee sana kuishukuru familia. Kwa niaba ya dada yetu Jessica Magufuli, utufikishie pia salamu za upendo kwa mama yetu nafahamu nitapata wasaa wa kuteta naye, lakini hadhara hii ilitamani nayo imshukuru, lakini kwa niaba nitafanya hivyo, lakini nawe upate kumfikishia salamu za upendo, kwamba tunathamini namna ambavyo ameendelea kuwa mwanajamii bora, ameendelea kuchangamana na Wanachato na Watanzania wote kwa ujumla, lakini nimejifunza jambo ambalo inanifanya nirudishe salamu kwa mpendwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nitaenda kumwambia upendo wa dhati walionao Wanachato kwake rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anaongoza serikali ya awamu ya sita. Lakini ukitafuta ilebezi yake, msingi wake utaukuta ni yale malezi na mwongozo mzuri kutoka kwenye medari hayati Dr. John Pombe Magufuli, mwana wa Chato ambaye ametuachia role model mwingine sisi vijana wa Tanzania, hususan mabinti na wakina mama. Niendelee kuomba siku ya leo iendelee kuboresha kumbukizi zingine katika vipindi vijavyo, iendelee kuleta ari na morali kwa rika zote, ili Dkt. John Pombe Magufuli huko alipo, vijana waendelee kumwenzi na watamani kufika pale ambapo alifika yeye, na hali kadhalika kuendelea kutangaza Tanzania nje ya Tanzania na dunia nzima kwa ujumla. Ninawashukuru sana sana sana. Ninaamini jasho mlilolitoa katika matembezi yenu, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa namna mlivyojitolea kila mb...